Ghala, Ghala uh, ni application ambayo itakusaidia wewe uh, kuboresha namna ambavyo unahudumia wateja sana, sana kama una wateja wengi lakini pia kama unataka kuonekana kama uko professional sana katika kutoa huduma kwa wateja wako. Kwa hiyo, uh, kama unatumia simu ya iPhone au simu yoyote ile hata kama ni simu ambayo unatumia kwa Android basi kama kwenye Android unaenda kwenye Play Store, lakini pia kwenye uh, kama A, alafu a, kwenye sehemu ya kusearch andika Ghala, kwenye andika tu Ghala, itatokea hapo Ghala Merchant App ichague, icha ani bonyeze a, alafu utaona sehemu ya kudownload hapo upande wako wa kulia juu, ibonyeze sehemu ya kudownload, alafu subiria ndani ya sekunde chache itaweza kudownload. Ikishamaliza kudownload, hapo tutaendelea uweza kuona namna ambavyo utaweza kuitumia Ghala. Kwahiyo ikishamaliza ku download bonyeza hicho kitufe cha open. Kwahiyo itakuuliza baadhi ya maswali, kwamba inakuomba ruhusa iwe inakutumia notification. Kwa mfano, uh, mteja akinunua bidhaa iwe na kukupa taarifa kwamba, bana, kuna mteja x au kuna mteja y ameweka order ya bidhaa z. Kwa hiyo ni vyema pia ukabonyeza allow, ili huwa unapokea taarifa au notifications juu ya vitu ambavyo vinakuwa vinafanyika kwenye biashara yako, kwa kuwa inakuwa tayari imeunganishwa na Gala. Kwa hiyo kwa sasa hivi hatuna account, inabidi tuweze ku create account mpya. Kwa hiyo unabonyeza create account ili uweze kutengeneza account, na inabidi uweze kupelekwa kwenye website yetu ya www.gala.tz au www.gala.io ili uweze kuweza kujisajili. Kwa hiyo nitabonyeza, nitabonyeza go website ili niweze kujisajili mwenyewe na Ghala. Kwa hiyo hapa itaniomba jina langu, useme mimi naitwa John, alafu jina la mwisho mimi naitwa Do, then email yangu, niweke email yangu. Sababu ya kuweka email katika kujisajili ni kwamba uh, wakati unakuja una, una kulogin kwa Gala huwa wanatuma zile uh, OTP codes, zile codes za kuweza kukuruhusu wewe kuweza kuingia kwenye Gala kwa sababu za kiusalama. Kwa hiyo wakituma OTP codes is either wanatuma kwenye namba yako ya simu ambao unakuwa umeisajili au wanakuwa wanaituma kwenye uh, email ambao unakuwa umeweza kuiorodhesha. Kwa hiyo baada ya kuwa tumeshaandika email yetu, yetu uh, kinachofuata kingine ni kuandika namba zetu za, za simu uh, nimeshaandika hapo password, BDP ni password. Uh, pia nitengeneze, inatakiwa iwe ni ni nzuri, yani very strong, iwe ni very strong ili mtu asiweze kukisia. Kwa hiyo hapa nitaandika, nitaweka password yangu hapa uh, nitarudia pia unatakiwa kurudia kuiandika tena upya password ili uweze kuhakikisha kwamba uh, password ya kwanza uliyoandika juu unaikumbuka. Nikisha maliza, weka password, tabonyeza tu hiyo kitufe cha get started uh, tabonyeza hiyo get started alafu ita kutumia code kupitia namba ya simu ambayo unakuwa umeisajili, au inakuwa imeweza kutumia uh, kupitia email Zile namba ambazo nimeweza kutumia hizi hapa, nitaweza kuzikopi, nitarudi pia huku, nitaweza pia kuzipaste, alafu moja kwa moja yenyewe itaweza kuverify. Sasa hivi nitachagua kuweza tu kuisave hii password, ili baadaye isiweze kupata shida ah. Kwa hiyo, itakuja hatua hii ambayo ni hatua za kwanza kabisa ambazo ni za kwa wewe mfanya biashara kuweza kuanza kujisajili wewe mwenyewe bila kusubiria kuweza kuwasiliana na wahudumu wa Ghala. Kwa hiyo hapa utaweza kuandika bi, a, jina la biashara yako, kwa mfano labda mimi niite Saibiz kama jina langu la biashara alafu, kuandika business description pale, una ni kwamba unaweka maelezo ya biashara yako, biashara yako inajihusisha na vitu gani? Kwa hiyo hapo ndipo ambapo unatakiwa kuweza kuandika. Uh, taarifa za msingi sana kuhusu biashara yako. Kwa hiyo hapa naweza nikaandika uh, uh, kwa Kiingereza naweza kuandika baada ya kuwa nimeshaandika nitachagua, unatakiwa kuchagua kategori ya biashara yako. Biashara yako ipo katika kategori ipi? Uh, categories kwenye huu mfumo wetu wa Ghala zipo nyingi. Kwa hiyo mimi kategori ya biashara yangu ni electronics, kwa hiyo nitachagua electronics alafu kisha nitabonyeza hichi kitufe au button ya continue. Nikisha bonyeza hiyo button ya continue, itanibidi mimi kuweza kuweka logo ya biashara yangu. Kwa hiyo kama tayari umeshaiandaa logo ya biashara yako utabidi ubonyeze hapo. Aa, lakini pia uh, kama ujaandaa unaweza eh, kama kwa mau uchukue hiyo logo kutoka kwenye gallery au unaweza kuamua uchukue hiyo logo labda kutoka upige uh, picha au ut, uchague kutoka kwenye mafaili ambayo yapo kwenye simu yako, lakini sio lazima kwa kwanza, unaweza pia uka skip. Kwa hiyo tufanye kama tuna skip. Nimebonyeza skip, alafu moja kwa moja sasa hivi uh, account yangu imeshatengenezwa, account yangu ya Ghala kwa sasa hivi tayari ipo tayari kwa hiyo nina uwezo wa kurudi kwenye app kule, uh, na kuweza kujisajili uh, kwa ku log in. Kwa hiyo cancel hii website kwa sasa hivi, then meturudi hapa kwenye, kwenye application yetu Ghala na kuweza kubonyeza hii sign in. Kwa hiyo hapa nitaandika zile taarifa ambazo niliweza kuziandika kule wakati najisajili, uh, muda mchache uliopita kwa hiyo nitaandika email yangu lakini pia nitaweka na password yangu, nitaweka na password yangu ile ambayo niliweza kujisajili nayo. Kwa hiyo ikisha weka password nitabonyeza sign in, halafu itakuwa imetuma zile OTP codes, kodi za kiusalama kupitia namba yangu ya simu, lakini pia itakuwa imetuma kupitia email. Kwa hiyo ni vyema ukaweza ku rudi tena kwenye email na kuweza kuangalia kama kuna code zimetumwa. Zikiwa zimetumwa unaziweka then unakuwa umemaliza ku-login na moja kwa moja utakutana na interface kama hii ya Ghala, ambapo kuna sehemu ambapo unaweza ku-manage stock, unaweza ku-manage orders, unaweza pia kama unaona idadi ya, ya wateja ambao unakuwa una umewapata kwa mwaka kwa mwezi kwa wiki kwa siku. Uh, lakini pia watakuwa na uwezo wa kuweza kuona uh, orders ambazo tayari zimelipiwa, ambazo bado hazijalipiwa. Pia pia utaweza kutakuwa na uwezo wa kuweza kuona uh, mazungumzo ya wateja tofauti kupitia hiyo customers. Kwa hiyo uh, hiyo ndio njia rahisi ambayo nimeweza kuelekeza, namna ambavyo unaweza kuidownload application yetu ya Ghala, namna ambavyo unaweza kujisajili kwa mara ya kwanza, na mara nyingine tena namna ambavyo unaweza kwa log in Uh, kwenye hii application yetu ya Ghala. Lengo la Ghala ni kuweza kusaidia mfanya biashara kama wewe au mwana Ghala kama wewe kuweza kuhakikisha kwamba unahudumia wateja wako kwa namna ambayo ni ya kifanisi na muda, kwa namna ambavyo unaokoa muda wa kufanya mambo mengine na kuwaza namna bora bora ya kuweza kuboresha biashara yako. Kwa hiyo, nenda ka download sasa hivi application yetu ya Ghala Merchant app ipo kwenye App Store lakini pia ipo kwenye